Mambo ya kukusaidia mambo ya kukusaidia uwe na mwenendo unaofaa mambo ya kukusaidia uwe na mwenendo unaofaa mambo ya kukusaidia uwe na mwenendo unaofaa tunaendelea na somo letu linasema mwenendo unaofaa kwa sisi tuliookoka lakini tunaingia kipengele kingine cha mambo yanayotusaidia ili sisi tuwe na mwenendo unaofaa mwenendo mzuri mwenendo unaotakiwa ni mambo gani yanaweza kutusaidia? Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Amen. Mwenendo unaofaa haukamiliki pale tu unapo unapookoka, au hauishi kukamilika pale unapookoka, bali unaendelea kukamilika, unaendelea kutengenezwa kwa hiyo unapokuwa umeokoka pale unaanza safari ya mwenendo wako kutengenezwa, lakini unatakiwa uendelee kutengenezwa tena na tena na tena. Kwa hiyo tangu ulipoongoza sala ya toba, si kwamba kazi ulimaliza. Bado unatakiwa kujitengeneza kuwa na mwenendo unaofanyaje? Unaofaa. Mwambie mwenzako hivi, o, umeokoka, umeokoka, amesemaje? Mwambie hivi